Wahasham Baba Maaskofu Severini ni wemgizi pamoja na mwenyeji wetu Baba Rayungeza, wapendwa wanafamilia ya Kajara, kipekee sana Father Romward pamoja na Sister Kajara pamoja na mama mjane, waheshimiwa sana mapadre, masista pamoja na waombolezaji wote tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninasimama hapa kuleta salamu za pole kwa ajili ya familia. Kama mnavyofahamu baadhi yenu, mimi pia ni mwana Nyaishozi. Nimezaliwa Nyaishozi na kukulia Nyaishozi lakini pia katika maisha ya safari ya maandalizi ya utume huu nimesoma na Fadha Kajara kidato cha tano na cha sita kule Tabora, tukishirikiana na kulelewa na walimu wale wale. kwa hiyo mzee alipougua alinipigia simu nikiwa Arusha na kujulisha kwamba hali ya mzee siyo nzuri basi nikiwa njiani kurudi nikapata taarifa ya kuitwa kwake. Kwa hiyo niko hapa kuleta salamu za pole kwa familia pamoja na ndugu jamaa na marafiki wa familia ya Kajara. Mhubiri wetu Father Biakatonda amejenga mahubiri yake katika kutokuepukika kwa kifo kwamba kila nafsi itaonja mauti. Na mimi kwangu nimeondoka na hilo, ningependa kusisitiza kwenu mlioko hapa, kwa kuwa mauti hayaepukiki, tusijitolee kukisaidia kifo. Sasa tuna matatizo makubwa mawili na idadi ya watu wengi wanajiua wakati kifo kipo, na kuna baadhi yetu wanakurudi kwa Bwana, kurudi kwa Bwana kila, dak... kila dakika kumwamini yeye na kumshika aliye asili ya maisha yetu. Sasa, kwa sababu sijui taratibu nyingine zitakazokuwa kule nyumbani, naomba mwendesha ratiba uniruhusu nimshike mkono Father Kajara kwa njia ya kumpa pole, pamoja na wanafamilia wote. Asanteni sana na Mungu aendelee kuwafariji Askofu kwa neno, pamoja na salamu za pole na ubani kwa wanafamilia.